Mimi naitwa Alex Salem Wakaje, ni bodaboda ama afisa usafirishaji manyinga njia panda. Umeona, kwenye swala la bodaboda kuna changamoto nyingi sana, umeona, ambao unaweza nikaweka mbele kwamba inaweza ukawa na abilia abilia asikusamini wewe kama bodaboda kwamba ukamwambia nauli yangu ya kwenda sehemu fulani ni shilingi kadhaa, let's say yeah. Anasema, ah, bwana mimi na shilingi kadhaa umeona kutokana na mazingira kwamba hali ni ngumu, nitaweza kwenda lakini nitakuwa ninaumia, nimepata hasara. Umeona, nikizungumzia kwa changamoto hiyo. Pia kuna changamoto nyingine ambayo ilitokea hapa miezi sita iliyopita, swala la utekaji. Kuna bodaboda wenzetu alifanyiwa kitendo cha utekaji, walimpola pikipiki na wakamfanyia kitendo cha unyama na kumuua. Umeona, ndio changamoto hiyo. Sasa tunaomba serikali itusaidie kwenye swala la maswala kama haya inapotokea, kama bodaboda kafanywa -boda tukio kwa mfano kauliwa kaibiwa kai pikipiki wale wa watu wana kuchukuliwa waweze kuchukuliwa hatua kali ambayo itakuwa ni funzo kwa wengine. Umeona kama hiyo ivitisho kwamba sehemu fulani kuna mtu fulani kafanywa hivi kwa sababu ya bodaboda, na mimi niogope nisije nikafanya hivi vitu. Kwao serikali itakapochukua hatua, vile vitu vinapungua au vinaweza vikatokomea kabisa visiwepo. Kwa majina naitwa Huseni Mzigua. Hali ya maendeleo ni nzuri. Lakini lakini changamoto zipo. Sisi kama vijana vijana tumelibeba taifa taifa na vijana ni nguvu kazi ya taifa. Lakini kwenye ujana huo kuna changamoto ambazo sasa inabidi tuziweke wazi na, na watu wengine wenye nafasi wawezi kuzi, kuzisikiliza na kama kuna uwezekano wawezi kutusaidia. Miongoni mwa changamoto hizo ni hasa kwenye utafutaji mali na kulijenga taifa hapo kuna vitu vingi vimesheni hapo. Kwa mfano, mimi nilikuwa boda boda, sio nimeacha kwa kauli nzuri, nimepumzika. Kwa maana gani naweza kusema hivyo? Mapambano ya vijana yanaashiria viashiria vingi. Miongoni mwa hivyo vilivyosababisha nikapumzika kwenye boda boda ni changamoto hasa za kipato. Mambo yamekuwa ni mengi, umri unakwenda. Boda boda ni kazi nzuri, umri unakwenda, tunamiliki mlo milo mitatu, lakini maendeleo muhimu sometimes yanakuwa hamna. Pikipiki zimekuwa nyingi vijana bado hatujapata ubunifu wa kumiliki vyombo, vijana wengi vyombo sio wetu, lakini kodi pia za mabosi huko zimekuwa zinapanda kila kukicha, lakini pia changamoto kubwa hatuwezi kuwalaumu mabosi, na pikipiki na zenyewe nazo zimepanda madukani huko, tulikuwa tumeanza kumiliki pikipiki ikiwa inauzwa milioni moja na laki nane, mpaka sasa hivi milioni tatu na hela kipande, sasa hivi shilingi elfu kumi na tano chumba elfu arobaini hujala hujafanya nini, kutokana na prosesi yetu ambazo sisi tunaondoka nazo tuna sio kwa maana tunahitaji tu, hata serikali hata mashirika hata watu binafsi wenye uwezo wenye moyo wa kujitoa basi sisi wawe miongoni mwa kutusaidia sisi. Naitwa Musa Jairo Mwankesa mm, natokea Manyinga Japanda mia saba sabini. Changamoto zipo kama kazi, unajua hamna kazi ambayo haina changamoto. Changamoto tunakutana nazo nyingi, hasusani barabarani, mazingira na mabosi na ugumu wa kazi, changamoto ni nyingi. Kuna siku nilikaa hapa kijoni kwangu hapa nilikuwa mimi kama saa moja hivi nilikuwa nataka na washikaji, washikaji wakatoka huko wakakosea njia, wakaja wakanisomba wakani wakanirusha hadi kule nikaja nikaumia mguu. Ninachotaka kukizungumzia sisi kama bodaboda, kazi zetu ni za hatari, kwa hiyo tuwe tunafuata sheria, tuwe makini barabarani, kwa sababu changamoto ni nyingi barabarani.